Aya muntazir jis ke the din raat mo amma khul gaya roshan hui bat auzubillahi minash shaitani rajim bismillahir rahmani rahim ndugu mpendwa mtazamaji wa MTA Afrika Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Karibu tena katika studio yetu. Leo tutaangazia mada nyeti sana kuhusu shutuma ambayo wapinzani wanaweka dhidi ya Masihi Maud alayhi salatu wassalam ya kuwa yeye hana imani na utume wa Mtume Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wasallam wa khataman nabiyin. Siko peke yangu katika studio moja kwa moja mimi nawaalika nawakaribisha wale wageni ambao niko nao katika studio. Karibuni naam. Upande wangu wa kulia ni yule yule mgeni mpendwa ambaye ni Muhammad Musa Oponyo Saib, karibu katika kipindi chetu. Asante sana bwana mtangazaji. Na vile vile ninaye mgeni mwingine pia, mnamwelewa, mnamjua katika vipindi vilivyopita, anaitwa Nasir Juma Tuva Saib, karibu katika studio yetu. Asante sana. Naam. Ndugu zangu, leo ni mada nyeti sana kuhusiana na khataman nabiyyin ambayo imo katika Qur'ani tukufu tukihusisha na utume wa Masihi Maud alayhi salatu wasalam. Ni ipi hoja kuu dhidi ya utume wa Masihi Maud alayhi salatu wasalam na suluhu gani, suluhu gani ambayo tunaweza weka ili kuthibitisha utume wake? Asante, uh, sana bwana mtangazaji. Ni wazi kwamba wapinzani au wanazuoni wa, wa, wa Kiislamu wanahoji kwamba kwa kuwa bwana mtume bwana mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kauli ya Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'an Tukufu, kwamba amemtaja kuwa khatamannabiyyin, basi mtume yoyote hawezi kuja baada yake. Wanafasiri maneno haya kumaanisha kwamba sasa yeye ni mtume wa mwisho na wala hakuna mtume anaweza kuja baada ya Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tukisoma katika Suratul Ahzab sura ya 33 aya ya 41 Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema ba'da auzu billahi rajim ma kana minash shaytanir rajim ma kana Muhammadun aba ahad min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin. Hivyo kwa mujibu wa aya hii ambamo neno khatama limetumika wanasema kwamba sasa hawezi kufika mtume yote baada ya Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na yeyote atakayedai kwamba ni mtume baada ya hapo basi anakuwa anatoka nje ya Uislamu, huyu anakuwa tena si Muislamu. Lakini Sayyidina Ahmad alaihi salatu wassalam ambaye amedai kwamba ni Masihi Mahud alaihi salatu wassalam baada ya mtume Muhammadi sallallahu alaihi wasallam anafafanua kauli hii kwa kusema kwamba mtume ambaye atakuwa chini ya bwana Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, yaani mtume asiye na sheria mtume ambaye ni mtiifu kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasalam, huyu anaweza kuendelea kufika. Yule ambaye awezifika ni mtume wa kujitegemea ambaye atakuja na sheria mpya. Hivyo anasema kwamba yeye utume wake ni wa kipekee ambao amepata kwa sababu ya utiifu kwa mtume, kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasalam. Hivyo kwa ufupi ni kwamba anasema kwamba hata manabii halina maana ya kufunga kabisa utume, bali ni ule wa sheria na mtume wa kujitegemea ndiye ayezifika, lakini ambaye atakuwa mtiifu kwa bwana mtume anaweza kufika. Kwa hivyo utume wa Saidna Ahmad alaihi salatu wasalam ni kupitia utiifu wake kwa yule mpendo wake ambaye ni Mtume Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Na Malim Saib, je, huyu Masihi Maud alaihi salatu wasalam alithibitisha katika maandiko yake, maneno yake? Je, alithibitisha imani ya kwamba yeye anaamini ya kuwa Mtume Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam ni khatama nabiyin? Bismi illahi rahmani rahim. Asante kwa swali hilo ndugu mtangazaji. Kiukweli ni kwamba hadrati mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wassalam yeye yeah, alithibitisha kwamba anaamini na anakubali ya kwamba Muhammad sallallahu alayhi wasallam yeye yeah, yeah. ni khatam nabiyin, lakini alianza kueleza kwa namna hii kwamba akasema mimi, katika Qur'ani hakuna ambacho ninakikataa, tukiangalia hata maneno yake hata herufi zake hata aya zake hata zile alama ambazo kwamba zinaonyesha katika kusoma kuna mahali pa kusimama au kuna mahali pa kuendelea, hata hizo mimi natilia maanani na hakuna yoyote ambao nilikataa. Na akasema kwamba yeyote ambaye anafikiria mimi ninapinga miongoni mwa aya yote katika hizo anafanya makosa. Na akatangaza akasema, niko tayari kumsikia yeyote ambaye anasema kwamba katika Qurani, ipo aya ambayo haifanyi kazi ama labda ilithibitishwa kwamba haitumiki, aje tuzungumze, yani aniambie ni kwa nini iko namna hiyo. Yani alionyesha namna gani ambavyo mapenzi yake ni makuu katika Qurani, na kwamba hakuna chochote ambacho kwamba anakiwacha nje katika imani. Sasa huyu ambaye alikuwa imani yake ni kuu kiasi hiki, iliwezekanaje ndani ya mioyo ya wapinzani waweze kuweka hili dai la kwamba anaweza kukataa aya mzima na wakadai kwamba katika Ahzab, Suratul Ahzab sura 33 aya 41, Mwenyezi Mungu anasema katika aya hii: bismillahirrahmanirrahim ma kana Muhammadun aba ahadi min rijalikum walakin rasulullahi wa khatamun nabiyin, Muhammadi si baba yeyote katika wanaume wenu, bali ni mtume wa Mwenyezi Mungu na ni muhuri wa manabii. Iliwezekanaje kwamba wafikirie aya mzima hii anaweza kuikataa? Kwa hivyo yeye alithibitisha akasema, kwamba kama haikuwezekana hata kuacha neno moja katika Qur'ani, je, iliwezekanaje kwamba niweze kukataa aya mzima na pia vile vile alisema katika maneno mengine ya kwamba akasema, ninamuita Mwenyezi Mungu awe shahidi juu yangu kwamba mimi si kafiri na ya kwamba mafundisho yangu ni haya haya, kwamba hakuna apasee kuabudiwa isipokuwa Mwenyezi Mungu na Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtume wake. Sasa tunauliza wapinzani wetu, je, hii sio kalima ya, ya, ya, ya Kiislamu ambayo tunasilimu, tuna kwa kuitamka ambayo ni la ilaha illallah Muhammadun rasulullah. Ama kuna kalima ipi ambayo waliitambua? Kwa sababu wanasema kwamba sisi tunadai madai mapya ya kusema kwamba Islamu yetu ni tofauti ama nabii ni mwingine ama sheria ni nyingine. Kwa hivyo hii inadhihirisha wazi ya kwamba madai yao haya, hayana msingi, lakini mwenyewe anaelewesha ana, ana, ana, ana, ana kwamba anakubali E, mtume wetu sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni hatamunabiin. Pia vilevile vile, katika maneno mengine aliweza kuthibitisha hata kwa kiapo akasema, mimi na apa hata kwa maneno ya Qurani, hata kwa sifa za Mwenyezi Mungu na hata kwa sifa zake mtume wetu sallallahu, sallallahu alaihi wasallam ya kwamba mafundisho yangu mimi hayapinzani kwa vyovyote vyote na Qurani tukufu, wala hayapinzani na mafundisho ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na yule ambaye kwamba ananifikiria katika hali kama hiyo kwa hakika anafanya makosa. Maneno hayo yaliandikwa katika kitabu Karama Tuswadiqin, ukurasa wa 25. Pia vile vile akasema katika kitabu kingine Itmamul Hujja, ukurasa wa 28. Akasema ya kwamba yule ambaye alikuwa mkweli zaidi, yule ambaye kwamba alikuwa e, mtakatifu zaidi, ambaye utabiri ama ufunua Mwenyezi Mungu ulipitia katika moyo wake na ardhi ambayo ilikuwa ni kana kwamba imekufa ikafufuliwa kupitia yeye. Hii ardhi ni kama kusema ma binadamu ambao walikuwa wamewacha mafundisho ya Mwenyezi Mungu, mioyo yao ilikuwa imekufa. Yeye kwa mafundisho ya Mwenyezi Mungu, kupitia yeye wakafufuliwa kiroho ki anasema, huyo si mwingine bali ni Hadrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kwa hivyo, kwa maneno haya mm -hmm. yanaonyesha ni kiasi gani alivyokuwa yeye na imani thabiti kabisa pia vile vile kuna maneno mengine ambayo kwamba kwa amba alionyesha kwa namna ya mshangao ambavyo anashangaa, cheo kikubwa cha namna gani ambacho ni hiki khatamun nabiyin, na akasema kwamba Mwenyezi Mungu mwenye enzi, Mwenyezi Mungu mwenye enzi, je, ni cheo kitukufu na chenye daraja kubwa kiasi gani hiki na khatamun nabiyin. Subhanallah, Mwenyezi Mungu mwenye enzi, je, ni cheo kikubwa kilicho na mwangaza namna gani hiki khatamun nabiyin kwa hivyo ni wazi ya kuonekana kwamba yeye alikuwa ana e, imani kubwa kabisa katika maneno yake e, nikwambia nimetoa hapo ni ya kitabu cha barahini ahmadia ukurasa wa 246 maneno haya yanaonyesha namna gani ambavyo e, masihi aliyeahidiwa alikuwa na imani thabiti juu ya mtume wetu saw salam na alikuwa akiamini juu ya hatam nabiyin oh, kwa hivyo imebainika kwa yule mtazamaji kule anatazama kipindi hiki ni kuwa ni wazi kabisa Masihi Maud alayhi salatu wassalam mwanzilishi wa Jumuia ya Waislamu Waahmadia Hazrat Mirza Gulam Ahmad alayhi salatu wassalam, alithibitisha imani yake kwa Mtume Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wasallam kwa neno khataman nabiin, na pia amemsifu sana kipenzi chake. Asanti sana. Naam, mwalimu saib, je, eh, kuna tofauti gani eh, ambaye Masihi Maud alayhi salatu wassalam aliweka dhidi ya utume wake na utume ya manabii wa awali? Asante uh, sana bwana mtangazaji. Sdna Ahmad alayhi salatu wasallam alibainisha wazi kwamba wale manabii wa awali kabla ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam walikuwa ni manabii wa aina gani na utume wake ni wa aina gani. Kwa hivyo, anasema kwamba wale waliokuja kabla bwana mtume sallallahu alayhi wasallam hawa walikuwa ni manabii wa kujitegemea na utume wa aina hii umefika mwisho wala hauwezi patikana tena, lakini yeye akaeleza kwamba unabii wake ameupata kwa sababu ya utiifu wake Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na utume wa aina hii una, unaendelea. Kwa hivyo anaweka wazi kwamba kwa sababu ya utii wake na kumuheshimu Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio akabarikiwa kupata hiki cheo cha, cha utume. Na ibainike kwamba anasema kwamba utume wa aina hii hauathiri kile cheo cha uhatama nabini au kwa vyovyote vile hakiendi kinyume, hauendi kinyume na utume wa bwana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo anasisitiza kwamba hii ilikuwa ni kauli ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba Mwenyezi Mungu lazima angetuma masihi baada yake atakayekuja kurekebisha Uislamu. Kwa hivyo alisema maada kwamba hata kama Mwenyezi Mungu hangemchagua yeye, bila shaka angechagua mtu mwingine kuja kufanya kazi ya, ku, ya kufufua Uislamu. kwa kwahivyo anasema kwamba yeye, kwa sababu ya utii basi aliendelea kupata unabii au, au ufunuo kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ni kutokana na usoevu wake wa kupata ufunuo kutoka kwa Mwenyezi Mungu ndio akahakikishiwa kwamba yeye ni mtume, au akadai kwamba yeye ni mtume, kwa sababu hiki ni kigezo muhimu sana, kupata mawasiliano kwa wingi au wahyi kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo anasema kwamba kwa sababu hii kwamba akawa anapata mawasiliano ya kiungu basi akahakikishiwa kwamba yeye ni, ni nabii au ni masihi aliyeahidiwa kwa hivyo ameweka wazi kwamba unabii uliotangulia baada ya bwana mtume walikuwa ni wa kujitegemea na hawa hawawezi fika tena lakini unabii wa kumtii bwana mtume hawa wana nafasi ya kuendelea kufika kwa hivyo umebainisha ya kuwa e, ile mlango ya kufika nabii mwingine ambaye atakuwa chini ya kivuli cha mtume Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam Sala. wa Sala. ipo wazi Ni kweli. asante sana kwa kubainisha haya na mwalimu Saibu neno khataman nabiyin hili inaleta tetezi sana. Je, unaweza leta, unaweza tupatia maana yake ya halisi na vipi inakinzana na neno ya kawaida ya umwisho? Na, asante sana kwa swali hilo. Kiukweli ni kwamba e, wapinzani wetu labda katika upande wa lugha ya Kiarabu pia katika ufahamu inasumbua, kwa sababu neno hatam halina halijategemea katika maana moja. Lina maana ya mhuri, lina maana ya mwisho, lina maana pia ya mbora kwa hivyo kusimama katika itikadi moja ya kusema ni mwisho, na wakasimama tu hapo miaka yote, ni kuonekana mazingatio yao yanapungua mahali fulani. Imeelezwa kwamba katika neno hili wanavyolitumia wao, wamesema kwamba hatam manake ni mwisho, na wakamaanisha kwamba hakutafika nabii yoyote baada ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na pia wakasema neno hatam pia maana yake ni muhuri, na wakasema kwamba kitu kikipigwa muhuri, basi hakifanywi tena shughuli nyingine lakini mawazo haya, hata mtoto mdogo na mtuma barua anajua, lazima itajibiwa. Kwa hivyo, kama uliweka muhuri na ukaweka kwenye bahasha, anajua mpaka itafunguliwa, alafu itasoma, kisha itajibiwa. Kwa hivyo, matumizi yanaendelea. Hata mfano mwingine, wao wenyewe katika Qur'ani, kuna hii dua khidmatul Qur'an. Hmm, inasoma akimaliza kusoma Qur'an, na wanarudia mara kwa mara, wanasoma, akifika mwisho wanaanza na kusoma katika Qur'ani ile ile. Kwa hivyo, ni hali tu ya kuelewa lakini ikiukweli ni kwamba katika mtazamo wa jumuiya neno khatamun nabiyyin lina maana ya e, mwisho, lakini kwa ulio bora. Kwa maana neno mwisho pia nalo lina maana mbili, lina maana ya, ya, ya sifa na lina maana ya udhaifu. Kwa mfano tukisema mtoto wako amekuwa wa mwisho kule shuleni, hutasikia vizuri, kwa maana hii ni sifa ya udhaifu, no. Lakini kwa mtume wetu sala wa salam ilimaanisha kwamba yeye ni wa mwisho, kwamba mafundisho ya Mwenyezi Mungu yamekamilika kwake na nabii atakayekuja yoyote baada yake atakuja katika msingi ule ule wa waku, waku, kufundisha yale, lakini hakuna atakachokileta kipya katika mafundisho yake. Pia vilevile vile, katika e, upande wa lugha ya Kiarabu kidogo katika kueleza ni kwamba mabadiliko ya neno inapatikana kwamba neno moja likawa na maana zaidi ya moja ama likabadilika mahali lilipotumika. Kwa mfano katika Satul Muzammil sura ya 73 Mwenyezi Mungu amesema ya kwamba wa akharuna yadhribuna fil ardi yabtaghuna min fadli llahi, na wengine wanatembea katika ardhi wakitafuta fadhila za Mwenyezi Mungu. Maneno neno hili hili wao nalifahamu wakifundisha madrasa kwamba laraba amepiga. Kwa hivyo kama laraba amepiga, yadhribuna kwa namna ya wingi ni kwamba wanapiga. Hasa je, Mwenyezi Mungu alikuwa anamaanisha kwamba walipiga ardhi? Je, hii ilikuwa inamaanisha nini? Tembea, lakini mzungu anasema kwamba yeah, wanatembea katika ardhi. Kwa hivyo neno lile lilitumika katika kutoka kutembea hadi kupiga ama kutoka kupiga mpaka kutembea. Vile vile wanafaa kujua neno hatam linaweza kuwa na maana ya muhuri kwa maana iliyo bora zaidi inapotumika katika Qur'ani kwa nabii sallallahu alaihi wasallam no. Pia vile vile Hadhrati Aisha radhiallahu anha alisema katika maneno yake ya kwamba eh, Kulu, eh, innahu hatamul anbiya. Semeni hakika yeye ni mbora manabii wala takulu la nabiya ba'dahu, wala msisema kwamba yeye hakuna nabii baada yake. Alikuwa amesikia maneno haya haya ambayo tunayapata sa sasa hivi wanaofikiria kwamba baada ya mtume wetu kwamba hakuna nabii atakayefika na Aisha radhiallahu anha alijua ya kwamba utume ambao uko kwa mtume Muhammad sallallahu haujafunga kuja kwa nabii mwingine, kwa mtazamo huu kwamba anayekuja awe chini ya utiifu wake, wala asilete sheria mpya wala kanuni mpya kwa hivyo ndipo ak, akasema kwamba semeni kwamba yeye ni khatamun nabiyin. Hii ina maana ya cheo kikubwa sana lakini, mseme kwamba hakutakuja nabii baada yake Kwevu, kwa hivyo kwa maana hii ni kwamba neno khatamun nabiyin halimaanishi kwamba ni kufunga mlango wa unabii ama kusema kwamba ni mwisho wa unabii bali inamaanisha cheo chake cha ubora kabisa na kwamba yeye ni muhuri ambaye anathibitisha eh, ukweli wa manabii wengine yeah. Pia katika tukio lingine la Hudaibia ambalo lilielezwa kwamba Mtume wa salam, wakati mmoja alikuwa anataka ku, kuwalika eh, Waarabu katika nchi ya karibu na yeye katika mkataba wa amani, na akataka kuwatuma maswahaba waende wakawaite ama kwenda kuwaambia waje na awaandikie barua, lakini wale masahaba wakamwambia kwamba, lakini utambue wale kule hawakubali barua ambayo ndani yake haijawekwa muhuri. Kwa hivyo yeye akatengeneza muhuri pale pale na akaweka juu ya ile barua ambayo ilithibitisha kwamba maneno haya yametoka kwa yeye Muhammad salam. Kwa hivyo ilithibitisha pia vile vile lengo la muhuri si kufunga matumizi ya kitu bali ni uwazi kwamba hii imetoka wapi, ama kuta uhakika kwamba hiki kimetoka wapi. Yani kuthibitisha, kuthibitisha kwa nyingine. Naam no. Kwa hivyo hii ilionyesha kwamba hawa wenzetu hawajafahamu labda maana ya muhuri, na hata katika maofisi zao wako na mihuri no. Sasa hatujui kama wakipiga mihuri katika vitabu ama katika Hatimisha. barua huwa hazitumiki no. ama namna gani? Naam no. no. asante sana, nimeelimika hata mimi vizuri sana. Natumaini pia wale ambao wanatazama pia wanaelimika vile vile. Naam no. Mwalimu Sahib ameeleza neno khatama nabiin. Je, unaweza kutueleza ukilinganisha neno khatama nabiini na walakin kwa maana imetumika katika aya hiyo hiyo. Uh, asante sana bwana mtangazaji yeah. Ni wazi kwamba katika matumizi ya lugha neno moja au kipengele kidogo cha neno kinaweza hmm, badilisha neno fulani au libadilisha hata maana yote ya sentensi hmm, na aya ambayo tunaizungumza tuna katika mada hii hmm, ambayo inapatikana katika ile suratul Ahzab hmm, aya yake 41 hmm, Mwenyezi Mungu aliposema kwamba makana Muhammadun aba ahad min rijalikum walakin rasulullah, hmm. kwa hivyo neno hapa ni walakin. Sasa Mwenyezi Mungu anasema kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam si baba wa yote katika wanaume wenu walakin na tujue kwamba mtume kusema kwamba hana kizazi, si baba yote katika wanaume wetu linadhoofisha hata ule utume wake, kwa sababu sehemu moja katika Qurani Tukufu Mwenyezi Mungu anasema katika sura Kauthar kwamba inna shani aka huwa al-abtar, aya yake ya nne, kwamba adui wako atakuwa mkiwa. Yani kukosa kizazi itakuwa ni changamoto na uadui mkubwa katika ufanisi wako kama mtume. Sasa katika aya hii Tayari Mwenyezi Mungu anaanza kusema kwamba Muhammad si baba wa yote katika wanaume wenu. Maana Muhammadun aba ahadi min rijalikum. Sasa kama si baba wa yote tayari inadhoofisha ule utume wake, lakini pale mbele Mwenyezi Mungu anakanusha hili neno, sasa sababu kwamba walakin. mm -hmm, lakini japo hana mtoto wa kiume lakini ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Sasa akiwa mtume wa Mwenyezi Mungu ni baba wa kiroho wa kila mwanaume, sasa hili linafidia kwa baba wa kiroho linafidia kule kukosa mtoto wa kiume kidhahiri sasa anasema kwamba ingawa hana mtoto wa kiume lakini ana watoto wengi sana wa kiume wa kiroho ambao ni wafuasi wake, na si haikomi hapo, lakini ni wa hatama nabiiin. Kwa hivyo neno hutegemea matumizi na mahala linapotumika. Kwa hivyo hili linakanusha lile ambalo linasema kwamba Muhammad si baba wa yote, bali linaboresha sasa kwamba ni hatama nabiiin na pia ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Sasa katika sentensi hii, kama tutumie neno mwisho kwamba Muhammad si baba wa yote katika wanaume wenu na ni mwisho wa mitume, sasa litaleta maana gani? Halitaleta maana ambaye, anasoma na anajua maana ya kusoma sendenzi ataona kwamba halileti maana yote, lakini <laughs> neno sahihi hapa ni hili ambalo ni eh, khatama nabin, mbora wa mitume. Kwa hivyo walakini linakanusha lile neno ambalo linatangulia nyuma yake. Bwana mtangazaji, naam, mebainisha ya kuwa Mtume Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ingawa hakuwa na watoto wa kiume, bali amekuwa na watoto wengi wa kiroho, si ndio? Ikiwemo wewe na mimi. Asante sana kwa kuthibitisha hivi. Naam. Je, unaweza kutueleza imani ya Jumuiya ya Waislamu wa Ahmadiyya kuhusiana na khatama nabiin? Je, maneno haya ambayo wanatumia inalingana vipi na maoni ya wanazuoni waliopita wa Kiislamu? Na, e, kiukweli ndugu mtangazaji ni kwamba neno khatamun nabiyin hmm, limetumika kwa wanazuoni ambao hata hao wenyewe wanawafahamu. Kwa mfano, e, Imam Shafii ametajwa kwamba yeye ni khatamul aulia katika kitabu cha atuhfatu sunia e, ukurasa wa 45, imetajwa kwamba yeye ni mbora wa mawali, lakini pia vile vile Saidina Ali radiyallahu anhu pia alitajwa kwamba yeye ni mbora wa mawali, akasema kwamba ni khatamul auliya e, katika tafsiru al ahzab. Kwa hivyo inaonyesha kwamba wanazuoni pia wanayafahamu haya. Pia vile vile imetajwa katika mwanachuoni e, mwingine ambaye anajulikana kama Muhyiddin bin Arabi ya kwamba yeye pia alikuwa ni khatamul auliya e, na imeelezwa katika kitabu cha Futuhat Makkiyah, na hawa wanamfahamu huyu mwanazuoni huyu pia. Pia vile vile Imam Suyuti ametajwa vile vile kwamba ilikuwa ni hatamul aulia, yaani ni mbora katika mawalii. Kwa hivyo kama haya ametajwa ni amewekwa wazi mbele yao, kwa nini wanapinga, na mbele yao wako wanazuoni ambao kwamba wanawafahamu? Wana pia katika kitabu cha Hadiyatu Shia imeelezwa na huyu Abdul Aziz katika ukurasa wa mia mbili na, na kumi ya kwamba yeye pia alikuwa ni hatamul aulia na ikaelezwa kwamba yeye alikuwa katika mawalii bora. Katika, kama nilivyotangulia pa nyuma katika hii utabiri, katika hii nukuu ya huyu anaitwa Imam Suyuti, yeye alikuwa amepewa sifa mbili mm, ya kwamba ni khatamul uh, awliya mm, khatamul muhaddithin na khatamul mufassirin mm, yani ni mbora katika kutoa tafsiri za, za maelezo na pia ni mbora katika kusimulia. Kwa hivyo mm, tayari katika hawa wawili kama nikujaribu kuuliza wapinzani wetu, iliwezekanaje hata kama ni wakati wa zama hizi watu wawili wametajwa katika sifa hiyo hiyo moja. Kwamba huu ni khatam kupe ni khatam, mbona hawakuchukua khatam moja? wakaibat, wakaibatilisha wakasema, huyu ilivyosema kwamba ni khatam kwa huyu Imam Suyuti, basi hii khatamu ya pili hapa ni batil ama ni mbaya, kwa sababu huyu ashatangulia. Kwa hivyo maneno hayo yanaonyesha namna gani ambavyo ile neno khatam lina maana zenye kueleweka na hata wao wanafahamu, lakini kwa sababu ilitabiriwa na mtume asasalam kwamba e, katika Mishkatu kitabu la elmi kwamba hawa ndio watakaokuwa baya katika ardhi kwa kupinga, na maneno mengine hata yako wazi, basi ni kama inadhihiri na hii inaonyesha ukweli wa Saidina Ahmad alaihi salatu wasalam. Asante sana. Pia hii ina, inathibitisha uduni wa lugha kwao wao wenyewe kama neno lugha asarafu na anahau pia ina inabatilisha ya kuwa wao wenyewe hawajui maana ya lugha yenyewe. Asante sana. Naam, mwalimu sahibu, msimamo wa Masihi Maud alayhi salatu wasalam kuhusiana na Yesu Kristo kurudi kwake mara ya pili, kwa sababu nadhani na, kila dini wanamsubiri Yesu kufika mara ya pili. Msimamo wa, wa Masihi Maud alayhi salatu wasalam kuhusu imani hii ilikuwa vipi? Asante uh, sana bwana mwelekezi. Ni wazi kwamba uh, Isa bin Maryam au Yesu Kristo ndiye haswa ambaye haya mazungumzo yote yanamzunguka, hmm. Sababu vitabu mbalimbali vya dini vimebashiri kwamba atakuja mara ya pili. Katika Injili imetangaza hivyo, Qur'ani imetangaza hivyo, na mtume sallallahu alaihi wasallam amesisitiza kwamba Isa bin Mariam atakuja mara ya pili. Okay. kwa hivyo sina Ahmad alaihi salatu wasallam wa ambaye amekuja na akatangaza kwamba ndiye mfano wa yule Isa basi ameweka wazi taarifa hii ili wenye kusoma waelewe kwamba ina maana gani. Basi amesisitiza kwamba nabii Isa alaihi salatu wassalam, yule aliyetangulia, huyu hawezi kufika tena, kwa sababu alikuwa ni nabii wa kujitegemea na alikuwa ni nabii kwa ajili ya bani Israel, alikuwa ni nabii kwa ajili ya wana wa Israel. Na ameeleza wasiwasi na imeelezwa pia vilevile kwamba huyu, katika Quran, Mwenyezi Mungu anasema kwamba warasulan ila bani Israel, na yeye mwenyewe katika injili amesitiza kwamba sikutumwa ila kwa wanakondoo wa nyumba Israel waliopotea. Na hata wakati akituma wanafunzi wake aliwaambia kwamba anasema kwamba hawa dheneshara Yesu aliwatuma akiwaagiza kwamba katika njia za mataifa msiende, afadhali shikeni njia kuwaendea wanakondoo wa nyumba Israel waliopotea. Kwa hivyo yeye mwenyewe alibainisha kwamba ni mtume kwa ajili ya bani Israeli. Kwa hivyo ni mtume aliyejitegemea ambaye alipatiwa ujumbe wake kufikisha mahali maalum. Kwa hivyo Sayyidna Ahmad alayhissalam anasema kwamba nabii wa aina hii hawezi fika baada ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Sababu ikiwa huyu Isa atakuja ina maana kwamba akwende kinyume na mafundisho ya Qur'an tukufu, kwa mfano hizi aya zinazotaja kwamba alikuwa ni nabii kwa ajili ya Israeli zipadilishwe. Sasa atakuwa amekuja na sheria mpya tayari. Na huyu ndiye ambaye hafai kuja na hawezi kuja kwa mujibu wa Qur'an tukufu. Kwa hivyo Sayyidna Ahmad alayhissalam anabainisha kwamba anayefaa kuja sasa ambaye ni yeye ni lazima awe chini ya sheria Bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, awe ni mtifu kwa Bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo kiufupi, ki anasema kwamba Yesu yule mwana wa Mariam, mtume wa bani Israel, huyu hawezi kuja, sababu atavunja kanuni za mafundisho ya kiislamu na aya za Quran tukufu. Naam, na je, kwa dakika chache tu unaweza tueleza ya kuwa Masihi Maud alaihi salam kwa nukta gani ambazo yeye ameweka kuthibitisha kwamba dai lake halipingani na, na kanuni za Kiislamu? Asante sana bwana mwelekezi. Namna tulivyoona kule nyuma Sina Ahmad alislam ameweka wazi mafundisho yake na imani yake na uaminifu wake kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, na anasema wazi kwamba yeye anaamini kwa dhati kwamba mtume wa kuleta sheria mpya hawezi kuja. Hili ni la msingi yeah. Anasema kwamba utume wake ameupata kwa sababu ya utiifu kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Hili ni la msingi pia, vile vilevile yeah. Na akatangaza kwamba yule ambaye anakuja kupinga sheria ya bwana Muhammad sallallahu alaihi wasallam huyu awezi kuja tena, na akasema kwamba nabii mfuasi mfuasi, yani nabii ambaye ni mtiifu kwa bwana mtume bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, huu mlango uko wazi na manabii wa aina wanaweza kufika, manabii wa aina hii wanaweza kufika. Kwa hivyo kwa ufupi, bwana mtangazaji, ni wazi kwamba Ahmad sayyidna Ahmad alaihi salam hajapinga bwana mtume bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Anachosema ni kwamba nabii wa kujitegemea awezi kuja, lakini nabii mfuasi huyu anaweza kufika kwa kauma ya bwana mtume bwana mtume sallallahu alaihi wasallam s asanteni sana asanteni sana hii ilikuwa ni mada nyeti sana na mmetusaidia kwa sababu watu wengi sana ikiwemo yule mtazamaji wana maswali mengi kuhusiana na hii neno hii neno hili khataman nabin na mmezieleza vizuri sana kwa upana asanteni sana na pia karibuni tena kufika katika studio yetu ili muweze kujibu mashtaka haya na shutuma hizi za wapinzani asanteni, asanteni sana naam Ndugu mpendo wa mtazamaji, kwa hakika una furaha kama mimi ninayo furaha. Kwa sababu gani? Ile dukuduku ambayo mlikuwa nayo kuhusiana na neno khatamannabiini imeisha na imebainishwa kabisa kabisa ya kuwa ile mlango ya kuja nabii mwingine chini ya Mtume Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam iko wazi, na utume wa Masihi Maud alaihi salatu wasallam ni ule utume wa kuja kueleza sheria ambayo amepewa mtume Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, yani Qurani tukufu ya kuwa hakuna sheria mpya tena itakuja baada ya mtume Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Hii ndiyo maana yake, ya kuwa pia yeye mwenyewe Masihi Maud alaihis salaam ana imani ya kuwa Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam ni mwisho kisheria, lakini nabii mwingine anaweza kuja kueleza sheria hii ambayo ni Qurani tukufu. Asanteni sana kuwa nasi. Mwenyezi Mungu awe na nyinyi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kadia se chali ek zinda hawa khil gaye sare alam mein gul khushnuma